Baki ya ndizi amegeuka kuwa mali ghafi yenye thamani na sio taka zinazokera watu kwa sasa. Hili ni suala ambalo huenda hukuwahi kufikiria hapo awali. Mkoani Kagera, maganda haya yalitumika kama chakula cha mifugo, bila wenyewe hawa kujua kaboni asilia na potasiamu iliyopo kwenye maganda hayo inaweza kuchakatwa na kuwa mbolea asili ya kurutubisha ardhi yao. Tumekuta hata maganda ya ndizi ambayo ilikuwa ni masalia ambayo tulikuwa tunatupa shambani tu bure, bila faida. Sasa hivi yanachakatwa yanaleta kipato kingine, maanake tumefundishwa jinsi ya kuyakausha, tukayapeleka kiwandani, wanayasaga zaidi, yanatengeneza mbolea kwa muda mfupi. Maganda haya hukusanywa huvundikwa na kuwa mali ghafi ya kuzalisha mbolea kwa kutumia vipimo vya kisayansi. Ina NPK ya 9 12 12. Hiyo eh, NPK tunaipataje? kutoka kwenye maganda ya ndizi na maganda ya kweme mm. Nusu e, inatengeneza booster, booster ya maji, lakini nusu tunakuja kuitumia kwenye mbolea zetu za unga. Baada ya kuichanganya ile, e, tunaongeza baadhi ya vitu ambavyo vinatuongezea e, kiwango cha kaboni asilia, tunaita organic carbon. utafiti huu ambao umezua mjadala na kuvutia wengi ndio tafsiri halisi ya baada ya viki ni faraja. Hapo ni afya ya udongo ya ardhi na hali zinapokuwa na, na afya nzuri eh, na mmea unaitikia eh, maana hali zindiyo chakula cha mmea. Nafikiri mwenye macho anaweza kuona jinsi mrejesho ulivyo e, chanya. Ni matokeo yaliyoleta faraja kwa wakulima wanaotumia mbolea za asili. Baada ya kuanza kutumia mbolea za Yes Group, maua hayakudondoka na kahawa zinaonekana kwenye mti kama zilivyo, lakini sasa hivi mti umeshona nina uhakika msimu huu naweza nikapata mazao zaidi ya msimu uliopita. Vijana wazalishaji wa mbolea hii ni sehemu ya kielelezo cha matumizi mazuri ya mikopo ya halmashauri. Sisi kama serikali tulianza kuwashika mkono mwaka 2016 kupitia mikopo ya halmashauri, walipata mkopo wa shilingi milioni nane wakarejesha wote, na hii mikopo yote unaoiona ni mikopo ambayo inatoka kwenye halmashauri. Mwaka jana 2024, walipata milioni hamsini kutoka kwenye ule mfuko wa vijana kwenye ofisi ya waziri mkuu ambayo sasa imewasaidia kukuza zaidi biashara yao ambao wamekuwa wakiifanya katika siku za nyuma. Kwa sasa Tanzania bado inatumia fedha nyingi kuagiza mbolea nje ya nchi. Ubunifu huu ukipewa chapuo, huenda ukasaidia wakulima wengi na serikali kupunguza gharama za, za kuagiza mbolea nje ya nchi.